Cristiano Ronaldo anafanikiwa kufunga goli lake la 937 tangu alipoanza soka, baada ya timu ya taifa ya Portugal ama Ureno kupoteza michezo mitano iliyopita dhidi ya German, leo wanafuta uteja baada ya kumchabanga goli mbili moja timu ya taifa ya German katika mchezo wa nusu fainali ya UEFA National League. Ebana, tumetoka kushuhudia bonge moja la mechi mechi ya nusu fainali ya UEFA National League ambayo iliwakutanisha German dhidi ya Portugal ama Ujerumani dhidi ya Ureno. Kwanza picha linaanza. Mechi ilichelewa kuanza baada ya kimvua fulani hivi ambacho kilibadilisha hali ya hewa pale katika jiji la Munich, kwenye uwanja wa Allianz Arena. Eh bwana, mechi ikaanza kwa competition kubwa kwelikweli. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zikamalizika bila goli lolote kwa pande zote mbili. German wanakianza kipindi cha pili kwa moto kwelikweli. Dakika 48 ya mchezo Florian Wirtz anaweka goli la kwanza kwa German, bwana. Portugal wakiwa nyuma, mashambulizi yakaendelea kupelekwa katika lango la Portugal wa Maureno, mashambulizi ambayo hayakuwa na matunda. Dakika 58 ya mchezo, kocha wa Portugal anafanya mabadiliko, anamtoa Ruben Neves, anamuingiza Vitinha, nyota wa klabu ya PSG eh, UEFA Champions winner anaingia uwanjani na kubadilisha upepo mzima wa mchezo kwa Portugal. Dakika 63 ya mchezo Chico Conceicao anasawazisha scoreboard baada ya kuandika goli la kwanza kwa Portugal, akipokea assist yake Ruben Dias hazi kupita dakika nyingi, ni dakika tano tu. Dakika 68 ya mchezo Cristiano Ronaldo anaandika chuma cha pili kwa Portugal, ambayo linakuwa goli lake la 937 katika karia yake, akipokea asisti yake Nuno Mendes, beki bora kwelikweli, mbavu ya kushoto ya kuchungwa kwelikweli, kutokea pale Paris Saint Germain, PSG. Nuno Mendes anatoa assist safi, inamkuta Cristiano Ronaldo akiwa amejiseti katika pande yake na kuweka chuma cha pili langoni. Mpaka mpira unamalizika, Portugal mbili Jerman moja Ureno mbili Ujerumani moja Moja kwa moja timu ya Taifa ya Ureno inaingia katika hatua ya fainali ya UEFA National League ikimsubiri mshindi katika mechi ya kesho ambayo inatarajiwa kuchezwa majira saa nne kamili usiku mechi kati ya uh, Spain dhidi ya France, Uhispania dhidi ya Ufaransa. Hapa tutamona Lamine Yamal versus Kylian Mbappe. Ebana, ilitakuwa bonge moja la mechi. Let's wait and see, this is Supa 12. mimi ni Dennis denominator, unamona nani akimfuata Cristiano Ronaldo kati ya Lamine Yamal na Kylian Mbappe? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Supa 12 ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Cristiano Ronaldo anafanikiwa kufunga goli lake la 937 tangu alipoanza soka, baada ya timu ya taifa ya Portugal ama Ureno kupoteza michezo mitano iliyopita dhidi ya Jerman, leo wanafuta uteja baada ya kumchabanga goli mbili moja timu ya taifa ya Jerman katika mchezo wa nusu fainali ya UEFA National League. E bana, tumetoka kushuhudia bonge moja la mechi mechi ya nusu fainali ya UEFA National League ambayo iliwakutanisha German dhidi ya Portugal ama Ujerumani dhidi ya Ureno. Kwanza picha linaanza, mechi ilichelewa kuanza baada ya kimvua fulani hivi ambacho kilibadilisha hali ya hewa pale katika jiji la Munich kwenye uwanja wa Allianz Arena. E bana, mechi ikaanza kwa competition kubwa kwelikweli. Dakika arobaini na tano za kipindi cha kwanza zikamalizika bila goli lolote kwa pande zote mbili. German wanakianza kipindi cha pili kwa moto kwelikweli. Dakika arobaini na nane ya mchezo Florian Wirtz anaweka goli la kwanza kwa German bana. Portugal wakiwa nyuma, mashambulizi yakaendelea kupelekwa katika lango la Portugal wa Maureno, mashambulizi ambayo hayakuwa na matunda. Dakika 58 ya mchezo, kocha wa Portugal anafanya mabadiliko, anamtoa Ruben Neves anamwingiza Vitinha, nyota wa klabu ya PSG eh, UEFA champions Sweden, anaingia uwanjani na kubadilisha upepo mzima wa mchezo kwa Portugal. Dakika 63 ya mchezo, Chiko Conceicao anasawazisha scoreboard baada ya kuandika goli la kwanza kwa Portugal akipokea ya assist yake Ruben Dias. Hazikupita dakika nyingi, ni dakika tano tu. Dakika 68 ya mchezo, Cristiano Ronaldo anaandika chuma cha pili kwa Portugal, ambayo linakuwa goli lake la 937 katika karia yake, akipokea asisti yake Nuno Mendes, beki bora kwelikweli mbavu ya kushoto ya kuchungwa kwelikweli kweli, kutokea pale Paris Saint-Germain PSG. Nuno Mendes anatoa assist safi inamkuta Cristiano Ronaldo akiwa amejiseti katika pande yake na kuweka chuma cha pili langoni, mpaka mpira unamalizika, Portugal mbili Jerman moja Ureno mbili Ujerumani moja Moja kwa moja timu ya taifa ya Ureno inaingia katika hatua ya fainali ya UEFA National League, ikimsubiri mshindi katika mechi ya kesho, ambayo inatarajiwa kuchezwa majira saa nne kamili usiku mechi kati ya Spain dhidi ya France, Uhispania uh, dhidi ya Ufaransa hapa tutamona Lamine Yamal vs Kylian Mbappe. E bana ilitakuwa bonge moja la mechi. Let's wait and see. This is Super 12. Mimi naitwa Dennis Dinominator. Unamona nani akimfuata Cristiano Ronaldo kati ya Lamine Yamal na Kylian Mbappe? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.